i ya Simba unaitazamia itaanza ileile pia uh, kama liomaliza yes. Naalmasr uh, nafikiri ya i ni kitu bora sana inatengeneza, em uh, uh, kwa jinsi ambavyo wamecheza michi ya mwisho uh, hapa Shomari Kapombe, Gorki Kamara inatengeneza kwa sababu eneo la ulinzi nafkiri, sioni mwalimu kwa nini atinke na amwingize Chemalon leo uh, kwa sababu tayari ile wameshaelewana kama kuna mapungufu mm. Wanafanyia mazoezi, nafikiri lineup ya ambao wamecheza mbele, Mukwala, nampenda sana Mukwala, ni ana work rate kubwa sana Mukwala mm. running, oh, kila mahali Mukwala, eh. Eh, kila mahali ana rani kushoto ana rani kulia, akipoteza mpira nakaba mm. emiri mpenza mm. eh, hiyo tumemwongelea, ni outstanding mm. Ngoma anapenda anavyo kompoza yake anapotoa mpira eneo la la ulinzi passing pa, pasi zake napenda sana anavyocheza, yuko very cool, anapopikwa mpira anapoza mpira mm. ninafurahia sana anavyocheza aua ile mechi ya kuwa na na alikuwa na pressure kubwa, naweza nikasema mm. kwa sababu ndio mashindano kwa anacheza katika hatua hiyo, kwa hiyo bado ni mgeni, nafikiri tension aliyokuwa nayo mm. hakuwa na performance nzuri sana aua, lakini nafikiri ataanza leo uh, nyumbani mm. Uh, kwa sababu ile kama tension ilikuepo, unajua inaweza ikakufanya ika lose concentration yeah. Uh, ukiwa na tension uh. Lakini nafikiri leo uh, aendelee kucheza aendelee kuanza, nafikiri sidhani kama kutakuwa kwa mabadiliko. Kuna mabadiliko Mohamed Hussein na Shomari Kapombe, hiyo ni given, wale hakuna <laughs> <laughs> <laughs> jinsi um, kama kama ndo kama Simba kina ya kina dua, mwaka 93 mm. eh, uh, Kasongo Athumani Mgaye upande wa kulia, upande wa kushoto alikuwa anacheza toa Hamidu na Uriega kali eh, sana wale watu kabisa kina eh, <laughs> Joji Masatu eh, eh, eh, Joji Masatu alikuwa anacheza na pacha wake pale, fikiri Magoso eh, fikiri Magoso Hussein eh. Masha, George Lucas ambaye pale alikuwa anacheza sometime China pale, mbele kulikuwa na Malota Edward, eh, Chumira Abdul Ramadhan, Abdul Ramadhan mashine hatari uh -huh. sana eh, na Kotom eh atimi, Ah timu imetimia. Ah Simba ile alafu ilikuwa sabu wachezaji sabu eh, wa saulikuwa anatoka anatoka fikiri au fikira anza, Naswil, yeah. Eh, na tumeitazama sana Simba na Stellenbosch. Sasa tuangalie Konstantini na rais Berikane. Konstantini, Simba washacheza nao. Uh, mechi ya hapa Simba alishinda mbili na kule Simba alifungwa mbili moja. Watu wengi wa Simba mashabiki wanakwambia bora tukutane nao Konstantin sio Aresberikane kwa sababu sijui alishacheza nao, lakini inawezekana Simba wakacheza na Aresberikane pia wakapata matokeo mazuri tu.